Mambo vipi my people. Hope you are doing great. Karibuni tena kwenye Nuru Digital. Kama unavyojua leo ni tarehe ishirini na tano ya mwezi wa sita. So tarehe kama hii hapa ndio tarehe ambayo uh, Michael Jackson alikuwa amefariki. Uh, so, um, kama unavyojua huwezi uh, ukataja uh, listi ya majina makubwa duniani bila kuacha kulitaja jina uh, la Michael Jackson. Eh, bwana Michael Jackson, kumuelezea in short inahitaji muda mwingi sana but kiufupi tu kwa detail ambazo uh, labda zinaweza zikakusaidia kuhusu Michael Jackson ni labda ni hizi hapa ambazo naweza nikaluka nazo. Bwana Michael Joseph Jackson alizaliwa tarehe 29 Agosti 1958 huko Indiana, uh, Marekani na alifariki tarehe 25 Juni 2009 alipokuwa anajiandaa na tamasha lake kubwa la This is It. Uh, na kifo chake kilitokana na kuzidishiwa kwa madawa na daktari wake ambayo, um, ilimpelekea yeye apate uh, uh, cardiac arrest na kufariki pale alivyowaishwa hospitalini. Kari yake ya muziki ilianza alivyokuwa na miaka mitano, ambapo aliwekwa kwenye group la ma brother yake naweza sema au ndugu zake ambao inaitwa kwa Jackson 5 until pale ambapo aliamua sasa atengeneze nyimbo zake mwenyewe na kuanza kuhit kwa nyimbo kama Billie Jeans, Thriller na zinginezo kibao. Michael Jackson amefanikiwa kutengeneza album kumi ukiachana na zile album zilizotoka baada ya yeye kufariki, ambapo moja ilikuwa naenda kwa jina la Michael ambao ilitoka 2010 pamoja na nyingine inaitwa Xscape ya 2014. So nani album ambazo zimemletea mafanikio makubwa sana kwenye tasnia yake ya muziki au kwenye karia yake ya muziki. Kitu kingine kinachoshangaza zaidi kuhusu Michael Jackson ni kwamba kila sehemu ambapo atapoenda watu wanazijua nyimbo zake na watu wanamjua ni nani. Ifahamike kwamba miaka hiyo ya nyuma hakikuwa rahisi sana kuwafahamu watu kutokana na kukuwepo na mambo ya mitandao ya kijamii. Sinaelewa, sijui Instagram, sijui Facebook, kipindi hicho ilikuwa sio hivyo sana. Lakini Michael Jackson kila sehemu ambapo atapogusa atapokelewa na watu wengi sana eh, wakitaka kumuona. So yeah. Na pia kitu kingine ambacho kilikuwa kinashangaza zaidi uh, kwa Michael Jackson ni power ambayo alikuwa Ayo, kipaji kikubwa ambacho alikuwa nacho uh, Michael Jackson cha kucheza uh, na hapo hapo kuimba kwenye performance kini. Kama unavyojua e, miziki ya live inavyoaibisha watu wengi ya, ya karibuni, lakini Michael Jackson alikuwa anafanya hivyo vitu kwa kati mmoja, ambapo yya yeah, kama unavyojua sio rahisi sana fanya vitu kama hivyo. Wasanii wananielewa nikiwa nasema hivi. Kuhusu tuzo bwana, hapa ndio tusiseme kabisa bwana. Kati ya watu ambao wana tuzo nyingi sana ni Michael Jackson, ambazo tuzo zake kwa pamoja hatutaweza kusimaliza tukiwa tunaziongelea hapa, lakini kiufupi ni kwamba tuzo ambazo anazo kwa wingi ni za Billboard Music Awards ambazo alikuwa nazo 40 na na na na na za American Music Awards ambazo alikuwa nazo na na Grammy, eh, alikuwa nazo nazo 26 pamoja pamoja. Grammy kumi na tatu na tuzo nyingine kibao. Eh, bwana bwana wewe ni ni kitu kitu gani gani ambacho ulikuwa unapenda sana sana kutoka kutoka kwa kwa Michael Michael Jackson, MJ yao, Michael Jackson MJ au unaweza unaweza wako Jacko? Unakipenda furahishwa nacho? Kaangusha hapo comment chini wote eh, tuwe pamoja. Mimi naitwa the Until the next time my people. atiwa